Kwa hiki ambacho kimefanyika leo, mashabiki wamejaa katika uwanja wa Nyankumbu. Hii ni ishara ya kwamba tuna deni, deni tulilonalo ni kuirudisha hii timu katika Premier League, tuirudishe timu katika michuano mikubwa ya kiushindani. Kwa hiyo hiki wanachokifanya hapa ni kwa sababu wanataka kuongeza nguvu nyuma ya mgongo, kwamba mna deni na sisi, na hicho sisi ndicho tunachotaka kufanya. Tunataka tuwape furaha kila mchezo tutakaoucheza. Geita Gold ina nguvu, tuna uwezo wa kupambana, tuna uwezo wa kufanya kila linalowezekana ili sisi tuwe bora zaidi. Kwa hiyo niwashukuru sana mashabiki, mchezo mwingine pia unaofuata, tuwe tayari kiushindani. E, watupe nguvu, wajitokeza kwa wingi kama ambavyo wamejitokeza mchezo wa leo, tutakuwa wenye furaha pia. Ndio. Semaji, ni kama sajili zenu msimu huu zilikuwa ni za kimya kimya sana, unaweza ukatupitisha kidogo kwenye sajili zenu ambazo mmeleta kama mashine kuhakikisha kwamba mnaenda ligi kuu ya soka ya Tanzania Bara. Of course hatukutaka kupiga kelele, lakini ukiangalia lineup ambayo imeanza leo wachezaji zaidi ya watano mpaka saba ni wachezaji ambao wana kaliba ya juu sana ya Premier League ambao tulitazama wanaweza kutusaidia na wanaweza kufanya kazi kubwa. Leo umemuona Chenzi Albano yuko katikati. Wengine watu wakufikiri angeweza kucheza Geita Gold, sisi tunaweza kumudu na tunacheza naye. Umemuona Richard, uh, Richardson Ngondia, umemwona Kilaza Mazoea, umemuona Isa Ngondia, Isa, umemwona Komanya, lakini pia umemwona uh, uh, Martin Kigi cheza Alliance, kacheza KMC, kacheza JKT Tanzania. Ni wachezaji wenye wa kalba juu. Leo hujamuona Said Mbati, hujamuona Yusuf Muhiru, hujamuona Fabrice Mbaya kutoka Kongo <laughs> ni skwadi ambayo imeshiba Hatuna shaka kwamba namna gani tutakwenda ila tuna nafasi ya kuona ni kwa namna gani tuta handle hii situation, twende na nyota wetu vile vile ambavyo tunataka twende. Sawa, tumalize mechi sawa, tumalize ligi sawa, na tupate kile ambacho sisi tunakitaka. Na msemaji, kwa namna ambavyo squad unaizungumza, mnaamini e, kama Geita Gold awamu hii sasa mtarejea ligi kuu? Kauli mbiu tulionayo kama management ni kwamba huku sio kwetu Narudi nyumbani, nyumbani kwetu ni ligi kuu. Kwa hiyo nafasi pekee tulionayo ni hiyo, tunayo kila sababu ya kushinda kila mchezo. Tumwombe Mwenyezi Mungu aendelee kutusimamia katika mipango yetu, katika fikra zetu, na kwa namna ambavyo tutaendesha mambo yetu, yawe mepesi, yawe salama, tupate matokeo. Asante sana, shukrani.